Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, na hii leo basi niruhusu tuendeleze pale tuliachia hapo jana. Na hapo jana uh, sikuendeleza tu, lakini uh, tupate kuendelea kujifunza mengi kwenye andiko. Na hapo jana, kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tulikuwa tunaongea kuhusiana na umoja. You know, mtu mmoja akasema kuna kwa Kiingereza anasema kwamba united we stand but Uh, kama hatuko united will not stand. Kwa hivyo basi, tukiwa na ule umoja tukishikana kwa pamoja, basi tasimama imara tasimama thabiti na tasonga mbali, lakini wakati ambapo tuna utofauti kati yetu, wakati ambapo vitu vidogo, vidogo vidogo vinatanganisha, hapo basi ndipo wengine tuafika mahali tuanza kulaumu Mungu, twalaumu shetani, twalaumu kila kitu, aiza laumu, twalaumu wachawi, twalaumu baba zetu na kumbe hawajahusika kivyovyote vile. Hata kuna mtu mmoja alisema Wakati mwingine twamwingiza shetani mahala ambapo hayupo, mpaka hata yeye mwenyewe anashangaa, yani niliingilia pale saa ngapi? Kwa hivyo unapoangalia hivi, sijui kama ni mmoja wao, mtu ambaye unafika mahali unasema, babu yangu kama angefanya hivi, baba yangu kama angefanya hivi. O, sijui shetani na kadhalika, twafika mahali twalaumu pahala ambapo hayupo, twadhani kwamba amekosea, lakini you know, shetani si omnipresent kwa hivyo basi wakati mwingine twa mlaumu mahala ambapo hayupo. Kwa hivyo e, tulijifunza mengi zaidi, tukapata kutambua kwamba, yani uende twa mlaumu na kumbe mahala ambapo ilikuwa tukue united tukue na ule umoja e, kama kanisa kama ndoa kama, kama, kama, kama familia ili Mungu atubariki maana Biblia inasema e, kwamba palipo na umoja Mungu anaamurisha baraka si kwamba Mungu anabariki tu anaamurisha, he gives a command. God commands a blessing lives na zinafanyika eh na kadhalika. Kwa hivyo, kama komanda wajeshi anafika mahali anatoa tu command na mambo yanafanyika. Kwa hivyo napoangalia katika swala hili napata kwamba kuna vitu ambavyo vinahitaji command tu na vinatendeka, lakini, of course, siyo command tu vitatendeka, lakini vitu ambavyo Mungu anastahili command maishani mwetu, lakini wakati anakuja command kama baraka anapata hatuna umoja, tumekosana. Mungu atusaidie. with, with this unity, God commands a blessing. Anyway, tuligusia kwa kirefu sana hapo jana. Kama ulikosa, hakisha kwamba umeenda kwenye mtandao wetu huu, tafuta tu kwenye YouTube Victor Mandala Himizo. Ukitafuta kwenye YouTube Victor Mandala Himizo, alafu utafuta ujumbe ambao tuli upload hapo jana, na itakuwa vema zaidi. kutafuta kwenye mtandao huu ujumbe wa, angalia date ya leo, alafu ujumbe wa hapo jana itakuwa vema zaidi. Nam, niruhusu pata kuenenda pale kwa pamoja, na nashukuru zaidi, na nikumbushe kwamba iwapo e, basi umeshajiunga hivi, ili kwa wakati mwingine usije ukaachwa nyuma, ili usije uka e, baki mahala ambapo unachanganyikiwa. Itakuwaje kurahisisha mambo, to make it easier, jambo ambalo lastahili kufanya ni kusubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, si kitu ngumu. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Kwa hivyo kila ambacho itafanya hapa chini, kwa neno subscribe, just click yo neno subscribe. In case waambie sign in Sign in na Gmail account yako, then click notification bell, kuna alama ya kengele hapa chini, alafu copy the link hapa juu and share, naweke comment yako pale, na in case wambia sign in, sign in m moja, my personal mobile number ni 0722 24 39 49, nambari yangu ya simu waweza nipata kupitia kwa 0722 24 39 49. Labda una swali, una maoni unahitaji ambalo ungependa tuombe kwa pamoja, na zaidi pia labda uko pale ungependa kusupport ministry hii, wasema kwamba huduma hii kapate kuendelea zaidi, ungependa kuwa baraka kwa huduma hii, basi karibu sana, tupate kuendelea kwa pamoja. Paybill number yetu ikiwa ni 33 2550, paybill number yetu ikiwa ni 33 2550, account number 967, account number ikiwa ni tisa sita saba. Naam, niruhusu tuendelee kwa pamoja na nashukuru Mungu kwa wakati huu ambapo basi amekuwa Mungu mwaminifu. Naam, eh, tufungue katika kitabu cha wakorintho wa, Korintho, wa kwanza, First Corinthians sura yake ya 12 mstari wake wa 28, 29, 30 na 31. First Corinthians chapter 12 verse 28 to verse 31. Ni the last part of that chapter. Kwa hivyo nirudia kwa ile ambayo yajashika, eh, wa, Korintho, wa kwanza sura yake ya 12 ya mstari wake wa 28 hadi 31. Naam, bila sababu vipi? Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano, na maongozo, na aina za lugha. Nam, msara, mstari wake wa 29, Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni waalimu? Wote watenda miujiza? Naam, vastati wote wana karama za kuponya wagonjwa? Ni swali bado laulizwa pale. Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Nam, 31 na takeni sana karama zilizokuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Na, uh, but covet honestly, mm, covet honestly honestly kwa Kiingereza, verse 31 covet honestly the best gifts and yet shall I not uh, unto you shall I unto you a more excellent way. Baba nakushukuru kwa neno hili Baba, anasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, nena nasi siku hii ya leo babu kapate kuenenda pamoja nasi kwa kuwa wewe ni mwema. Roho Mtakatifu shika usukani nitumie upendavyo kunena na watu wako, kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini, napoangalia pale Biblia inaongea kuhusu karama tofauti tofauti ambazo Mungu ametupa, nujue, unapoangalia pale kuna karama mbalimbali, imegusia pale, sitarejelea. Unaweza ukarejelea pale upate kupata zote, lakini inaongea kuhusu hizi karama, alafu mwishoni anasema kwamba takeni. Yani, uh, you know, takeni karama zilizokuu takeni you know, na ni kama najiuliza tu pale ni kipi watamani kuwa maishani? Ni karama ipi ungependa Mungu akutumie zaidi kwayo? Je, ni karama ya uponyaji? nimeongea kuhusu karama kadha wa kadha, lakini ni karama ipi unatamani? unahisi mzigo ndani mwako kwamba ukiona mtu ni mgonjwa unasikia uzito unatamani huyo mtu apone, umwombee apone. Ukiona mtu ana nia fulani ana hali fulani unatamani kwamba Mungu angekutumia kuwa suluhisho kwa huyo mtu. Je, ni kipi watamani maishani? Binafsi takeni yaliyo makuu kwa hivyo na akasema pale mbele kwamba nitaonyesha njia iliyo bora. Kwa hivyo kwa kila ambacho natamani, kila ambacho Bwana ameweka mzigo ndani mwako, unapokitamani wakati mwingine ili kujua ni mwito upi ulio nao, ili kujua ni njia ipi Mungu amekuitia ukaelekee ni wakati ambapo unasikia kuna, kuna uzito, kuna mzigo fulani ndani mwako, unakuelekeza upande huo, unaposikia mzigo huo. Yani, unatamani, unasikia kutamani. Una, una, eh, kuna mtu, mtu, eh, mtu anaenda anguke chini unasikia yani, una ya, ya, ya upande, upande una kwa hivyo kushikakuka Eh, kuna ofisi tofaut, tofauti, ambazo watu operate on na kule kutaka bila ongea kuhusu karama hapa, lakini pia kwa upande mwingine bila ongea kuhusu anayetamani anaye ofisi ya askofu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo anayetamani anayetamani hmm? Na awe hivyo, alafu inapeana masharti the terms and conditions za yule anayetamani. Kwa hivyo hivi vitu, kuna kiu ambacho Mungu anaweka ndani mwetu, unafika mahali unatamani kuwa hicho kitu. Kwa hivyo unayetamani unahisi kutamani, na wakati mwingi huwa e, twaona watu akifanya wa kitu, unaona vile mchungaji wako e, Mungu anamtumia unatamani, Mungu siungeninua kama yule mchungaji, Mungu si nami, nami unifanye kuwa mchungaji. Unapoona vile nabii anatumika anafika mahali Mungu anamwonyesha vitu za watu na anasaidia vile ambavyo anasaidia watu ambao walikuwa na uoga, Mungu anasema oh, fear not eh? anafika mahali that is the Lord ah. Mtu anafika mahali anatiwa moyo, unasikia ah, Mungu siunitumia kwa njia kama hii nam kwa kule kutamani, nilikuwa nataka tusemezane hivi kwamba wakati mwingi twa tamani, ni maandiki nasema takeni ama tamanini, depending na tafsiri ipi ambayo unatumia. Lakini kwa kule kutamani, sijui kama wajua watu wa attracting on your own way, kile ambacho unaita katika njia zako, kile ambacho naita katika maisha yako. Unapotamani tamaniutumia, nikupe tu mfano. Unapotamani huduma ya kufufua wafu jua kwamba Mungu atafika mahali itabidi alete, asababishe mfu e, karibu nawe. Inaweza kuwa kwa, kwa ploti, inaweza kuwa kwa familia yako, inaweza kuwa kazini. Mtu anafika tu mahali, kitu kinatokea, anaaga dunia. Na si kwamba anaaga dunia zi siku zake zimefika, mm -mm. Mungu ameruhusu ifanyike kwako ili utumike na Mungu. Mungu, there are so many things that God allows in our lives for his glory. Kwa hivyo unapotamani chochote, Do you know? garama ambayo unastahili kulipa ndofike palenakubuka. You know, wakati mmoja mchungaji wanguaskwangu eh, alikuwa anahubiri kuhusiana na huduma yarhotakatnu nikitamani kasema Mungu si hata mi unitumie malaika wanihudumie kila ambacho natamani, kwa sababu nilitamani tu kusema malaika, sio malaika, hata mi wanihudumie. Of course najua kuna malaika ambao wanatuhudumia, wametuzingira na kadhalika, mara nyingi hatuoni with our naked eyes. Kwa hivyo nilikuwa nataka malaika wanihudumia, niwaone kama inawezekana, maana alikuwa naongea kuhusu vitu ambavyo vinafanyika kuhusu maandiko, na nikasema si natamani tu, Si dhambi kutamani, sijatamani kufanya dhambi, hapana. Kwa hivyo akachukua hilo gari na kumbe mafuta yenyewe yalikuwa na, na, ya na uchafu. Naam, aliponirudishia gari mimi, najaribu unaendesha gari, nasikia gari la tatizo kidogo, so nikaamua acha niende e, eh, nikaenda eh, shughuli zangu asubuhi nikajiambia, tukaongea na eh, mke wangu nikasema, acha wachaniende. Nikienda kazini nikimaliza shughuli kazini, nitapitia kwa mekaniki wangu aangalie tatizo ni lipi? What is the problem? Nikitoka hata sikufika kazini kutoka hiyo mapema nafika, nikielekea uh, nilikuwa katika barabara bypass, naelekea Mombasa Road. Nikifika pale karibu na Taj Mall pale juu, gari imeanza ku, ku, eh, kujivuta. Ina, in, ile kushtuka shtuka. Ni kama ina junk junk kidogo, ah, nikasema Mungu, usiache niaibike, naenda kufanya kazi yako, naenda naenda studioni. Mungu, niruhusu niende kufanya kazi yako. Nikaenda nikifika, kuna U-turn pale mbele. Nikifika kwa U-turn tu hivi gari kazimia. hapo ilipo zima, najaribu kupiga start, najaribu chochote, haiwaki na inalia tu, haishiki. Nashindwa ni starta, nashindwa ni nini, naangalia, nashindwa, najaribu kila ambacho naweza, na saa hiyo ndio napigianga mekanik, unapata ako mteja. Najiuliza, what is all this maybe? Nikapigia mekanik, angenitia hopes, aniambie fanya hivi na vile. Nikajaribu nikashindwa. Niliposhindwa nikaona jamaa fulani hapo, nikamwambia ndugu yangu, akataja hata jina la mke wangu kuonyesha kwamba ananijua na mimi wakati huo sikutaka kujua, kulikuwa bado kuna giza, ni mapema, naenda kazini. Kwa hivyo sikutaka kujua sana ni nani, bora mtu ambaye ananijua. Nashukuru Mungu kwamba angalau kuna mtu hapo wa kunisaidia. Nikamwambia nataka hivi na hivi, akasema usijali, wacha niite vijana wangu. Nilikuwa mahali ambapo naone kwa gate fulani. Akaenda hapo kwa gate akaita vijana wawili wakakuja. Sasa mimi nikaingia kwa gari yeye yeah, ana, ana, anasimamisha magari mengine, hao vijana wawili wanasukuma gari. Nikaenda nikaw, akaniambia usijali, wewe weka tu, ukiweka hapa kwa stage hakuna mtu atakayeguza hilo gari lako. You know, kweli tulisukuma tukaweka hapo. Tukiweka hapo, unajua gari, nikiangalia tazi nawaka vizuri, kumaanisha betri iko sawa, lakini sielewi kwa nini haiwaki. Mi nika engage gari nikafunga vio juu walikuwa wananielekeza, so vio lazima nigeka chini ndio niwasikize. Kwa hivyo nikafunga vio, nikifunga vio nachukua notebook yangu niende kazini. Kwa hivyo kwa sababu nachelewa, nikichukua notebook hivi kushuka kwa gari, sioni mtu. Ah, nauliza kwani wako wapi? Nikakimbia kwa jamaa moja alikuwa hapo, nikamwambia hawa vijana wamenisaidia kusukuma gari wako in fact, nimechukua simu, alikuwa anataka kuchukua namba yake, na natoka pia nje angalau juu amenisaidia, niwapatie kitu, niwambia asante So natoka hivi napata hawapo, naanza kuto nikiangalia, huko juu najua sasa, kama mwangazi mwangazi imeanza kutokelezea. So naangalia kwa barabara huko juu hakuna mtu, mpaka naangalia kwa building iko hapo nyuma na hakuna building zingine, pako wazi. Wameenda wapi? Geti ambayo nilikuwa naona kuna watu ni geti ambayo imefungwa, hata haifanyangi kazi. So walikuwa hapo wakifanya, ndio immediate nikajua. Aha. Huduma ya Roho Mtakatifu, si nilitamani nika, wow. Na hapo nikapata na niko na amani ya ajabu Do you know what happened? Pahala ambapo gari ilikuwa nimesimama la ajabu, nikipiga kona kuangalia pale nikapata afisa wa polisi ako pale penye ametokea sijui. Nikasema huyu polisi angeona gari likiwa pale siningesumbuliwa maana nakosi jam, lakini baada ya kutoka tu hivi amekuja penye ametokea sijui, na nikajua, ah, ni malaika aliyekuwa akinihudumia. La ajabu ni kwamba nilitoka nikaenda kazini nikaenda hewani nikafanya kipindi. Nilipomaliza maliza nikachukua kolege moja nikamchukua, nikaita mekanik akakuja, nikabeba nikaenda kwa gari. Pahali ambapo nilikuwa nimepaki lilikuwa very safe, na nikiangalia geti ambapo watu walikuwa wamejani, naona watu wako hapo, hakukuwa na mtu. Ndio nikajua kile nilitamani, sikujua natamani nini, kumbe nilikuwa natamani. Ndio mtu animesi kwa gari, ndio nifikie mahali ambapo nahitaji, ndio malaika wanihudumie wenyewe tu. So nilisalimia malaika na mkono wangu. Hey, nashukuru Mungu, huduma ya malaika walinihudumia. Kwa hivyo sijui ni kipi ambacho watamani, jua kwamba unapo kitamani kina safari ya kukifikia kina utaratibu wake ili kuna, kuna ili afikie hicho kitu, iwe ni unabii wa tamani, iwe ni e, uinjilisti wa tamani, iwe ni chochote kile watamani hmm, kuna process yake. Kwa hivyo ustamani tu pasipo kujua tamani, ukijua kwamba hata process ikija sisemi si kwamba uogope, lakini unapo tamani. Baada ya hapo ili nipa ujasiri, nikasikia kwamba Mungu kumbe upo pamoja nami, ulisikia ombi langu kwamba natamani huduma hii nukanitendea. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. Mungu kwa tamanio lako ulilonalo, Bwana akapate kutendea. Sijui ni tamanio lipi ulilonalo Bwana akapate kutendea, akupe uwezo wa kustahimili chochote ambacho kiko njiani, nukaweze kuachieve kile ambacho Bwana amekusudia kwa ajili yako kwa jina la Yesu Kristo. Of course baada ya kuja tukapata gari pale, mekanika kaangalia akaniambia mm -mm, ni mafuta aliweka mbaya imeharibu zile na coils zingine, ni coils. So akatumia hiyo mzee akapeleka mpaka garage then akanunua coils zingine akaweka na gari likawa liko sawa hivyo. Kila cha nakuambia, sikujua natamani huduma ya malaika. Kumbe gari kakrkbkmb pale griasimamipalen polisi amekuja kumeanza kucha kucha so, nikashindwa what should I do. Nitafikaje kazini? Nikipanda matatu automatically, hata nikitafuta uh, taxi automatically nitachelewa zaidi, kwa sababu jamu imeanza. So nikaanza kutafuta bodaboda. Katika kule kutafuta bodaboda, nikasimamisha wa kwanza, hakusimama wa pili. Eh, wa pili akasimama, alikuwa wa pili akasimama. Aliposimama what happened ni kwamba kunibeba, nikagundua si bodaboda, ni afisa wa G4S anatoka kazini So alipotoka kazini akanibeba know, alinileta mpaka kwa get kazini. Ha. Nikasema wa wow, huduma ya Roho Mtakatifu tamani na tamanio lako likapata kutimia kwa jina la Yesu Kristo. Ni ruhusu tuendeleze zaidi hapo kesho, pana majali wake Mwenyezi Mungu, na tamanio la moyo wako wacha likapate kutimia kwa jina la Yesu Kristo. Je, ni kipi wa tamani? Wacha Bwana akapate kitimiza kwa jina la Yesu. Amen. VWM kipenda Victor Madomandala, twadiane tena hapo kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu na popote pale ulipo usiondoke hapa kabla uweze kutoa sadaka zako. Wanasema ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vema iwapo basi neno hili limekuwa ni lako, wasema umehubiri kunihusu, limekuwa neno langu, ni vema ukaweze kutoa sadaka yako, ibada ikapate kuwa eh? Watamani huduma Roho Mtakatifu, unasikia kwamba leo nimenena kitu ambacho ilikuwa watamani tu, basi wacha malaika wakuhudumia na zaidi, toa sadaka yako kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako, toa pale kwa aminifu, kwa nambari ya simu ambayo ni 0722 24 39 49, 0722 24 39 49. So ndio nambari ya simu pale 0722 24 39 49. Vilevile pia, kuna mtu labda una swali ama una maoni ama pia una ushuhudi ungependa kunipa ama pia una hitaji la maombi, ungependa tuombe kwa pamoja, tumia tu nambari hiyo hiyo 0722 24 39 49, yani 7 07 22 24 39 49. Mungu akutende wema unapoendelea pale, yani 0722 24 39 49. Na kwa wale ambao e, ungependa umejiunga nasi for the first time ama hujawahi subscribe na kuomba kwamba, subscribe chini ya video hii, kuna neno subscribe, kliki hiyo neno subscribe, then baada ya pale kuna e, nikesuambia sign in, sign in na Gmail akaunti yako, copy the link hapa juu and share, uweke komenti yako hapa chini na itakuwa vema tena zaidi. Ni hapa ni VMM kipenda Victor Mandala kwenye himizo asubuhi ya leo, nakwambia ni kipi watamani. Je, ni huduma ya malaika? Je, ni kujaza na roho Mtakatifu? Je, ni kufika mahali unene unene kwa maneno ya kinabii? Basi wacha Mungu akapata kutimizia hayo kwa jina la Yesu Kristo. Jua kwamba kabla yatimie kuna process yake. Neema ikutoshe. Kwa jina la Yesu. Subscribe Victor Mandala hapa kwenye himizo. Shalom, God bless you. Bye bye.